Nimesikiliza ujumbe wako niende straight kwenye point. Naam, karibu huyo. Uh, ni mkutano wa uh, watu wa FIFA wana semina, wameanzi wameifanya, inaitwa Club Football Summit. Ni summit ya ya vilabu bara uh, ul namika ulimwenguni, lakini wahudhuriaji ni watu wanaotoka kwenye kozi mbili wanazofundisha FIFA. Uh, FIFA wanafundisha kozi moja, football management Uh, uh, diploma in football management ambayo arafataji kama vice president wetu wanasoma hiyo kozi, alafu ina wanafunzi wengine ambao ni wachezaji wa zamani na wenyewe wanasoma kozi kama hiyo. Kwa hiyo na watatu ni vilabu ambavyo vimealikwa ulimwenguni kote. Kwa hivyo katika mwaliko huo, baada ya kukutanisha hao wanafunzi wawezwa kozi mbili pamoja na vilabu ikaitwa World Football Club Summit, ndiyo hiyo ambayo sasa nilikuwa nimealikwa kwa ajili ya kuendesha semina ambayo upande wangu specifically nilikuwa jukumu la kuelezea kuhusu mabadiliko ya vilabu um, kwa kilichotokea ni kwamba nikawa nimeandaa presentation inayoonyesha mabadiliko ya vilabu vila, na sehemu ya kwanza ya presentation yangu ilikuwa imegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza no. ilikuwa inazungumzia kuhusu changamoto za vilabu hicho mm. ni kipande cha kwanza ulichokiona, nafikiri hata Tanzania nyumbani nimeona watu wanakizungumzia ni kuhusu labda kuonekana Simba um, management sijui kuna ishu ya governance na nini, hizo ni changamoto ambazo zipo kwenye vilabu vingi barani Afrika, sawa so, no. um, kwa hivyo Nimeonyesha uh, katika presentation yangu changamoto zinazohusu vilabu barani Afrika, na moja katika shida kubwa ambayo tunayo ni governance hiyo. Uh, ni shida kubwa na pia tuna shida ya miundo mbinu, tuna shida ya sponsorships, tuna shida ya football development. Shida ziko nyingi kwa ukubwa wake, kwa hivyo mengi nikayahudhurisha katika hatua hiyo ya kwanza ya kusema challenge zetu ni zipi saba. Ningeweza kutumia mfano wa klabu yoyote tu, lakini hatuwezi uh, kukimbia ukweli wa kwamba tuna changamoto ya ya leadership kwenye vilabu vyetu barani Afrika. Um, baada ya hapo, kipande cha pili nikaonyesha solution kwamba kitu gani kinapaswa kufanyika ili kuokoa kutokana na hizo changamoto sawa. So, kwa nika present solution inayohusiana na hizi changamoto na, na, hizo changamoto. Na solution kubwa ni transformation. Tutoke kwenye mfumo wa kizamani tuende kwenye mfumo wa kisasa ambao mfumo wa kisasa unaenda kutibu maradhi yote ambayo yalikuwa yanaonekana huko nyuma. Na presentation yangu kipande cha tatu ni kuonyesha success story ya club ya Africans ambayo baada ya kufanya mabadiliko yake na kuyapitisha kwenye ua mwaka elfumbili na ishirini na moja tarehe kumi na nne Desemba, imeanza kuona matunda ya mabadiliko hayo kwenye club ya young Africans. Kwa hiyo kipande cha tatu cha presentation kikaonyesha success story ya young africans Yanga, wakati akijafanya mabadiliko tulikuwa tunapata mapato yanayotokana na wanachama ya kiasi cha shilingi milioni kumi kwa mwaka lakini leo tunazungumzia 1.3 kwa mwaka. Maana yake mfumo umetibu fun engagement process ambayo sisi tunaiona kabisa Tanzania na Afrika nzima ina potential ya mashabiki, lakini kama hakuna mfumo unaoweza kuwafanya mashabiki wakalipa ada wakachangia klabu yao, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hayo ni matunda ya transformation ambayo Yanga nipata Mfano wa pili wa sponsorship Yanga wakati ule ilikuwa na wadhamini watatu. Leo ina wadhamini ambao katika baada ya transformation wa kila namna, tuna betting company ambayo imeendelea kuwepo, tuna media ambazo Azam nakdhamini tu, tuna uh, tourism, tuna visit, tunayo Zanzibar, tunayo makampuni um, mbalimbali ya automobile, tuna kampuni inaitwa katika Karim J ambayo kupitia pikipiki zake piki za Hero tuko tunafanya nao udhamini. Uh, tumeweza kuvutia wadhamini wengi zaidi baada ya kuwa na mfumo sahihi. Kwa hiyo nikaweka success story ya Africa ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, transformation yake na mpaka tunapofika inaendelea kufanikiwa na sio kama tumefika mwisho, bado kutoka, kuna hatua kubwa za maendeleo. Kwa hiyo ndo ilikuwa uh, story fupi ya kuhusiana na hili tukio la jana. La, labda kwa kumalizia kama binafsi sasa kama Hersi Said unajisikiaje kuona kile ambacho ulikuwa unakiwaza kimekuja kwa ukubwa, kwa maana e, dunia inaweza kupata historia na namna ambavyo mabadiliko yametokea katika klabu ambayo naweza kusema walikuwa ni sleeping giant? Wakati tunaingia kipindi kile, Simba walikuwa pekee ndio wanawakilisha nchi kimataifa, lakini sasa hivi kipengele muhimu cha ushindani nacho kimeingia ndani ya timu ya Yanga, ukienda mfulizo katika group stage kwenye upande wa michezo na ligi ya mabingwa kwanza unakosea ukisema Simba ilikuwa anawakilisha kimataifa pekee, hiyo sio kweli e. Yanga imekuwa na uwakilishi mkubwa kwenye mashindano ya kimataifa kuliko Simba, na naweza kusema Simba wamefanikiwa kwenye hatua ya kuingia robo finali mara nyingi labda kuliko Yanga, lakini sio kwamba Simba ndiyo timu pekee ilikuwa anawakilisha Tanzania kimataifa, sio kweli. Yanga imechukua mara nyingi ubingwa wa Tanzania kuliko klabu yoyote hapo Tanzania na kwa muktadha huo uwakilishi wa klabu kwenye mashindano ya kimataifa unaanzia kwenye ubingwa wa ndani. Kwa hiyo hakuna klabu inaweza kuwakilisha Tanzania kimataifa zaidi ya Young Africans. Kwa na maanisha, nilikuwa na maanisha kwa maana ya kutoa ushindani angalau wa kufika hatua juu, basi hapo kimeshika vizuri, na hata Yanga imeshafika kwenye hizo hatua, kwa sababu Yanga unazungumzia kuhusu Champions League imeshafika. Hakuna mtu Tanzania amezidi robo finali, si ndio? Tunakubaliana, tunakubaliana engineer. Na kwenye mashindano ya CAF Confederation Yanga imefika finali ya. Mimi nilikuwa, nilikuwa nazungumzia nilikuwa eh, nazungumzia kabla Ndipu ya wewe kuingia, hata hata success hata success kwa hiyo uh, kwenye success wote, hakuna mtu ambaye ameizidi Yang Africans kwenye kwenye mashindano ya kimataifa. Uwakilishi tuko vizuri, na kwenye mashindano ya kimataifa success hakuna mtu ametuzidi mm. Sasa turudi kwenye point yako ya kwamba kuingia kwangu Yang Africans, ni kweli ya kwamba Yanga haikuwa inafanya vizuri miaka hivi karibuni, na hata kama unakumbuka uh, mwaka 1998 ilikuwa mara ya mwisho Yang Africans kuingia kwenye hatua ya makundi baada ya kuingia uongozi wetu ndio tukaingia makundi kwa maana elfu mbili na ishirini na tatu miaka ishirini na tano correct, hmm. no. toka natoka toka toka Young Africans mara ya mwisho imeshiriki eh, mashindano haya ya kimataifa. Nakubaliana na wewe ya kwamba hii hii hi, hii transformation imetusogeza karibu na mafanikio, sio tu ndani ya nchi bali hata nje ya nchi, sababu so, kumbuka mara ya mwisho Young Africans inachukua ubingwa ilikuwa elfu mbili na kumi na sita na haijachukua ubingwa mpaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili kwa hiyo, na wakati huo ndo tumeanza transformation. Kwa hiyo ni kweli transformation imetupa mafanikio ndani, lakini pia imetupa mafanikio nje. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu na tuendelee bado, hatua ni refu, hatujafika mwisho, tutaendelea kupiga hatua, lakini tunahitaji pia support ya kila mmoja kwa nafasi yake ya kushiriki kwenye kusogeza mbele hizo club zetu. Lakini kikubwa ambacho pia umekizungumzia ni kuhusiana na nafasi yetu kama Watanzania kushiriki kwenye majukwaa makubwa. Hatujawa na ushiriki mkubwa kwenye majukwaa haya, na nichukue fursa hii kuwashukuru FIFA pia kwa kutoa hizo fursa kwetu, najua hazijaje, bahati mbaya, haikuwa kwa upendeleo, haikuwa kwa bahati mbaya, haikuwa random selection, imeendana na jitihada ambazo tumeziweka mpaka wameweza kuona kazi yetu nzuri kwao kwa, niwapongeze pia wenzangu, viongozi wenzangu wa klabu ya Young Africans kwa hiki ambacho tumeendelea kukifanya wote kwa pamoja, ili kusukuma gurudumu la klabu yetu, kwa sababu jana katika platform hiyo kubwa ya FIFA watu wamejua Young Africans. Kuna idadi kubwa ya watu huenda walikuwa mm, hawaifahamu kabisa wala hawajawahi kuisikia, lakini wameweza kuona study, uh, study case Young Africans na kuona kwa namna gani Yanga amefanikiwa kwa transformation yake na tumeanza ku, tumeanza kuona matunda ya mafanikio haya sababu hata wenzetu pia wanaanza kuuliza maswali. Mmoja katika ambayo aliuliza swali katika mm. mkutano wa jana ni Roberto Di Matteo. Naam, sina haja ya kumtaja vizuri, mfahamu huyo mtu. Anajielezea amefurahishwa mm. sana, amevutiwa sana na, na transformation ya Yanga na akauliza na swali kutaka kuelewa zaidi na ni jambo ambalo kwa kweli tunajivunia sana Young Africans na wote kwa pamoja kama Watanzania na pia tuligusia uh, katika moja katika maswali tuligusia pia ushiriki wa serikali ya Tanzania katika kusupporti hiki kitu, na tukakiri wazi ya kwamba serikali yetu imekuwa very supportive katika hili jambo. Kubadilisha mfumo ni jambo ambalo linahusiana na policy na sheria za nchi, sheria za nchi na, na, na polisi ziko mikononi mwa serikali na serikali imefungua milango ya vilabu hivi ku transform kwenda kwenye mifumo ya kisasa bila kuwa na kikwazo. Tumia hiyo pia platform kuongeza serikali kwa hicho kizuri ambacho umetufanya na sisi, tutaendelea kushirikiana nao, kupokea maelekezo na guidelines mbalimbali zinazohusiana na policy. Yeah. Na na cha mwisho ambacho ningependa pia nikuambie kesho kutakuwa kuna mkutano wetu wa kwanza wa kamati ya FIFA, uh, ambayo nilikuwa nimechaguliwa ile kamati ya mashindano ya vilabu kwa upande wa kesho, ndio tutakuwa tuna mkutano wetu wa kwanza toka, na mkutano wetu wa kwanza utakaanza kuzungumzia kamati hiyo na kupewa majukumu yeah, kupewa majukumu yeah.